Jirani muko jirani, hata sijakuja sana, nimekuja tu haraka haraka ndugu. Majirani, usikuwe na wasiwasi. Yes, hmm. Eh, wasi. <laughs> Hapa nikuambie majirani, hmm. Ni utu wema eh. Jirani mwema msamaria, tunasaidiana, sema tu usikope bwana, hapa ni nyumbani. Eh, eh, eh, angalia huko. <laughs> e. mm -hmm. Kama kuna kaunga mpe jirani aende, si siungwe, aende amalizie hapa.

Hii dunia ndio kusaidiana. Unaona hii kazi ya huduma, kazi ya huduma na kazi ya kuamini Mungu ni kazi ambayo inakana, unajitolea hata afadhali wewe ulale njaa ama mlale njaa familia ya mchungaji hata wakati mwingine wanalalanga njaa. Sasa ndio unataka kukutrain; unajua siku nyingine utakuwa mtumishi. Eh, afadhali sisi tulale njaa lakini majirani wakule lakini oh. Mungu hawezi ruhusu, Mungu hawezi ruhusu. Yeah.

Kuna nini? Sema, kuna nini? Sasa gesi imezima. Oh, gesi imeisha kwa mara mbili. Ni ya aibu tu. Sasa wewe baba wewe naye analeta mashida zake mingi hapo. Sasa unataka sisi tena tuwashe gesi? Hiyo ungeichukua imepotea tu. Unajua gesi inakuanga hiyo. Saidia kutoka. Gesi inakuanga hiyo, inaweza kuaibisha. Si atumie kuni. Atumie kuni. Sasa kabla awashe, kabla. Saidia kutoka kidogo. Tafadhali saidia. Kabla mimi siko, mimi siko. Hii gesi imezima. Kwa heshima yako mimi ni mzazi, mimi ndio naleta hiyo vitu. Na Mungu ataleta. Sababu umesema na wewe ndio baba. Wewe

Mkono utoao ndio mkono ubariki wao ya mm. kwamba hii dunia ni kusaidiana, hatutaishi hapa. Kwa kweli tunasema kwa limenya huko sasa. Eh, huyo atarudisha tu, usikuwe na wasiwasi na Mungu ataleta sasa. Kuna mtu anataka niende niombe naye kidogo hapo nifanye one two three, alafu nirudi. Okay, but huyo atarudi, na kabla hata mama akuje, Mungu atakuwa amejua. Hata naweza enda hivi nikutane na vitu mingi kuliko hata hiyo, sawa sawa. Kwa hivyo Kaa vizuri. Usinde vizuri, mm -hmm. Na tutaonana sawa sawa, tembea vizuri. Haya haya, tutaonana hiyo masaa nyingine. Baba ameenda. hmm. hmm. Hey, yes. Hey, kuona mshirika hapa nje. Hey, hey.

Zote zimeenda kwa jirani. Nani? Jirani yetu huyu. Na wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa hapa. Babako alikuwa anapeana, wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa hapa. Ungemkataza? Utapingana na baba? Eh. Huwezi pingana na baba. Nikamwambia babako ana akili wewe. Eh, amefanya hey, baba, baba ako na akili. Wewe unajua ni yeye amefanya mambo yake <tik> kulingana na maandiko. Yeye unajua ni mtu ni yeye ni pasta. Kulingana na maandiko sisi tukule nini? Yeye ni pasta. Sasa tutafanya nini? Yeye ni pasta. Lazima ni kijana au ni kijana mkubwa. Ungekataza eh? Sasa siwezi kataza. Hakuna siku mtoto atapingana na mzazi. Babako ananga akili. Utagawaje kila kitu kwa nyumba, unaniambia uchungaji, uchungaji, uchungaji. Baba, uchungaji ndio vitu gani? Baba ni pastor, lakini sio kwa nyumba. Eh, Afanya nini? Kuna wageni walikuwa kwangu. Sasa nini tena ngine unataka? Umebeba kila kitu kwa hii nyumba yangu. Umebeba gas, umebeba unga, eh? Tena merudi kuomba, si unasema unataka pasta, unataka sahani. Hauna masahani kwako? Hauna masahani kwako? Ubebe unga, ubebe gas. Eh. Hey, najua, huyu eh eh eh hapa hapa hata hata mimi mimi si kaa, mimi ni kwani, hey. Mimi mimi mimi mimi kwanza kwanza nataka nataka nikusaidie, nipe vitu zangu. Ungeshika ungeshika, si ameenda pia, ametoroka hapo tu hivi. Sasa sasa unajua ni ni ni hizi hizo zote arudishe. Siwezi kaa njaa njaa na na kwani, ala kazi kazi yangu kukula leo. Inabidi tumeenda bado, bebe gas. Nasikia nimetoka, nimechoka.